kwamba kila Jumatano ni yani siku ya kujadili masuala mbalimbali mbali ya fedha na e, huwa tunakuwa hapa na mtaalamu wa masuala ya uchumi na fedha Janeth Soka kuzungumzia hilo, na leo tunaifanya saa moja badala ya saa mbili kamili e, kutokana na kwamba leo tutakuwa na mdahalo kuhusu siku ya wanaume na hivyo e, utatuchukua muda mrefu kidogo mdahalo huo, na hivyo eh, muda huu tutautumia kujadili masuala ya uchumi na kikubwa ambacho tutazungumza ni kuhusiana na nguvu ya fedha inavyoathiri maamuzi na madhara yake. Eh, na kama kawaida Janet yuko hapa tayari kwa ajili ya kutupa ufafanuzi. Karibu sana Janet. Asante sana, uh, tunafurahi. Mm, za asubuhi bwana biashara, umemka salama? ah, Mungu ni mwema eh, <laughs> tuko tayari kupokea darasa <laughs> eh, eh, tunaanzia wapi sasa? Kwanza kabisa ni vizuri tukafahamu ya kwamba tukizungumzia fedha tunazungumzia maisha. Kwa maana hili ni jambo ambalo linatakiwa kupewa kipaumbele, na kama Watanzania tumekuwa na uh, mazoea ambayo mtu ukisikia elimu ya fedha au mambo yote yanahusiana na biashara fedha, kuna namna unaona ah, yapo tu, lakini ukweli ni kwamba fedha ni maisha fedha ndo ita, itaamua wewe uishije, ufanye maamuzi gani na vitu vinavyokuzunguka. Lakini mimi binafsi kwa tafiti zisizo rasmi, tafiti zangu tu binafsi <laughs> ambazo niliwahi ni kufanya, nadhani ni mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, kwamba nilichukua watu, nilikuwa na training mahali, tulikuwa tumekaa kama vijana na nini, tukazungumza katika nikawa nimetoa vikaratasi, kwamba asilimia kubwa ukipata nafasi ya ya kwenda kwenye nyumba za ibada ni kitu gani kikubwa hasa huwa unakiomba mbele za Mungu? Kwa kile ambacho nilikipata ni zaidi ya asilimia themanini. Mtu anaomba kazi, mwingine anaomba apate apa mtaji, mwingine anaomba yaani, ni vitu vyote vinahusiana na nini? na fedha. Sasa hapo unaweza ukaona zaidi ya nusu, kwamba watu wengi tukipata nafasi eh. Unapoenda mbele za Mungu, unaomba fedha, mwingine anaomba kodi, mwingine anaomba biashara, mwingine anaomba ada, lakini vyote ni nini? Ni fedha. Hiyo inatuonyesha kwamba fedha ina nafasi kubwa kwenye maisha yetu. Kwa kama ina nafasi kubwa na inachukua nafasi kubwa, ni lazima tuipe kipaumbele katika namna ya jifunze kanuni, fatilia, eh, kama ni mtazamaji wa Money Trumpet, segment yetu ya uchumi na fedha, kile ambacho tumekuwa tunajifunza basi kiweke katika uh, matendo yako ili uweze kubadilisha maisha. Kwanza kabisa tukianza nguvu ya fedha, mtu anaweza kujiuliza hapa, nguvu ya fedha ambayo inamaanisha ni nini? Kiujumla nazungumzia uh, ni ule uwezo ambao fedha unaweza kukupa katika kufanya maamuzi na kushirikiana na jamii na watu wanaokuzunguka. Hiyo ndio inamaanisha nguvu ya fedha, na kama nilivyosema hapo awali, fedha ni jambo ambalo linaathiri maisha yetu moja kwa moja, inaathiri katika namna ya maeneo mbalimbali mbali katika maisha yetu. Labda tutazame ni maeneo gani ambayo fedha inaathiri. kwanza kabisa, uh, fedha inaathiri tabia zako eh, na watoto wako na mazingira unayoishi. mm. mm -hmm. fedha inaathiri tabia zako, watoto wako, na mazingira unayoishi. Hapa nina maanisha ya kwamba uh, kuna kukosa kwako kwa fedha au kipato chako kikiwa chini maanake unaweza ukaishi uka au ukakaa mahali ambapo jamii inayokuzunguka ikawa na tabia ambazo watoto, eh, unaoishi nao wakazibeba aidha kwa kujua au kwa kutokujua, na hapa tuna kama mzazi unaweza ukawa sometimes unajikuta una hasira, unachapa watoto, unafoka. Kumbe tu ukichunguza vizuri ndani zaidi, unaweza kukuta chanzo kikubwa ni nini? Ni kukosa fedha. Kwa hiyo kuhusiana na fedha, fedha ina nguvu ya kutunza uzao, watoto wale nini waishi, wapi wasome shule gani. Na hapa pia tunasema kuna, kuna vitu ambavyo tumekuwa tunakaa tunaishi kwenye jamii tunazungumzishwa, yani bwana umaskini huu Eh, mm, sijui maskini na watoto wake, tajiri na mali zake. Yani kuna zile mentality unakuwa unamsikia sana mtu, mama, unamsikia sana mzazi, unamsikia sana inakaa kichwani. Sasa ile mentality inakuja kuathiri hata katika wakati wa kupambana, ukiwa kijana, ukiwa katika majukumu yako ya kujenga uchumi wako binafsi. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunaweza kuona ni vidogo vidogo, lakini vina athari. Mtu anaamini, ah, mimi siwezi bwana kubadilisha yangu ya maisha, nimezaliwa hivi, nitakuwa hivi. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana unavozungumza, mm. Fedha hautafuti kwa ajili tu upate chakula uvae, lakini pia utaathiri watoto na mazingira yanayowazunguka. Hilo ni jambo la kwanza, lakini jambo la pili, fedha ina athiri mahusiano na familia. Kuna, kuna siku hapa tulikuwa na kipindi chetu kile cha vyanzo vya migogoro katika ngazi ya familia mm, na hiki yeah, eh, kilikuwa ni moja kati ya chanzo kwamba katika ngazi ya familia wakati mwingine Eh, baba na mama mambo hayaendi sawa. Elfu tano hii mbona umeacha? Haitoshi baba fulani, mbona hela hii haitoshi? Jamani, hii mimi ndo nilokuwa nayo. Yani mnakuwa na mvutano mkubwa kwa sababu ya kukosa fedha mm -hmm. na wengine wanafikia mpaka kuto kuzungumza endi. Wakati mwingine si kwa namna nzuri, watu wanafikia hadi divorce kwa sababu tu ya vyanzo hivi vya fedha. Kwa hiyo mtu tunapozungumzia fedha, jamani, tujifunze hizi kanuni, fanya application, jitahidi ujifunze. Hatukuzungumzii tu upate chakula cha kila siku. Tunazungumzia hata ndoa yako inaweza ikawa hatarini kwa sababu tu ya kukosa fedha. Kwa hiyo fedha, eh, fedha ikiwepo ndani ya nyumba kuna namna tu inaita calmness. Hata watu wanavyozungumza, wanazungumza kwa namna <laughs> ya kiutaratibu. Kwa hiyo, ndugu zangu, tuendelee kuangalia namna gani tunaweza kupata fedha hmm. Uh, jambo la tatu ni uhuru wa maamuzi. Hapa eh, tunazungumzia hadhi au kufanya kitu usichokipenda. Kuna msemo mmoja siukumbuki exactly, ila, uh, nilishawahi kusikia mahali kwamba, um, loyalty of poor man is questionable Yaani, ukimwona mtu ambaye hana fedha hambonesi ya mtu asiekuwa na fedha. Dada Hilda mm -hmm. Eh, kaka good luck mm -hmm. Sawa mkuu mm -hmm. Lakini hali yake ya mfuko kidogo haiko vizuri mm -hmm. Kuna namna wanakuamini lakini sio sana, kunaweza kukaa tofauti. Ukipata tofauti hela, ikija mambo yanaweza, hata kama una hekima eh, eh, eh, eh. <laughs> mawazo yako ni mazuri lakini, mmoja alinikumbusha, alinisimulia akasema, mm. Unajua uh, uh, Nabii Suleiman mm. Aliambiwa achague anachokitaka, ali Mungu alikuwa mm. anampenda sana, kaambiwa chague anachokitaka, nitakupa Suleiman. Akasema mm. Ah, mimi Mwenyezi Mungu nijalie hekima. Hekima sasa Mwenyezi Mungu akaona huyu, Mwenyezi Mungu nijalie na hekima, Mwenyezi Mungu akaona huyu, ndipo hekima lakini bila mshiko. Lazima nimuongeze. Extra. <laughs> Kwa, kwa, kwa hiyo eh, na hiyo eh, <laughs> eh, eh, hata kwenye mistari hata kwa mfano eh, kwenye Biblia kuna sehemu ameandika hekima ya mtu maskini hudharauliwa, yeah. mm-hmm. eh, kwa hiyo ukiona kidogo ukizungumza kitu watu hawakunini. mm. Okay. Pengine ingia upande wa pili ongeza juhudi <laughs> e. <laughs> <Ungeza laughs> watu watakuwa e. Ukifika wanasimama wanakutafuta, kiongozi, heshima yako mkuu. Lakini jambo lingine ambalo um, fedha inaweza ikaathiri tunasema maendeleo binafsi na ndoto, na hapa kwenye maendeleo binafsi nazungumzia tu ule uwezo wa wewe kupiga hatua katika maisha lakini pia ndoto ma, ndoto namaanisha ndoto, malengo, matamanio, maono. Naweza, unaweza ukawa na maono makubwa sana, lakini labda nifungue biashara au niongeze elimu, hivyo vyote vinahitaji fedha. Kwa unaweza kujikuta huko pale, pale pale, maisha hayabadiliki kwa sababu tu unakosa fedha. Kwa hiyo unavyoingia, kama unafanya biashara, umeajiliwa, umejiajiri, unapofanya kitu chochote, kumbuka hicho unachokifanya haufanyi tu kwa ajili yako, una vitu vingi sana ambavyo vinategemea hicho unachokifanya kwa hiyo usifanye kwa ulegevu eh, tafuta namna, endelea kujifunza ili hicho kitu kiweze kukufanya uwe bora, usiathirike katika maeneo ambayo ninaendelea kuyazungumzia. Ah, hmm. Uh, eneo lingine ambalo fedha linaathiri tunasema ni kupoteza imani na kukata tamaa, na hapa kwenye kupoteza imani, imani na kile unachokiamini, hata pia imani na Mungu hmm. Unajua, kuna mtu amepitia changamoto kwa sababu tunasema kwenye mambo ya fedha tunaendeshwa na kanuni, tunaendeshwa na kanuni na um, ukisha kanuni ni, ni, tunasema ni, ni formula, eh kwamba ukimtu yoyote atakaye itumia itampa majibu. Kwa hiyo kuna mtu ajui kanuni mpaka eh, anaona hivi, Mungu mi ameniacha, Bwana Mungu ana watu fulani, yani mi kama sipo yani kwenye hiyo listi kwa sababu tu ya kukosa fedha. Kwa hiyo fedha naweza kufanya imani yako ikapotea kabisa. Mwingine ukimwambia mambo ya ibada, naona kama ah, mambo hayajibu kwa sababu tu ya kukosa fedha. Kwa hiyo na hapa niwaombe, lazima tuwe na mzani kidogo, balansi. Tunasema kwa sisi Wakristo kwenye Biblia nasema nitaomba kwa akili na katika roho, kwao mzani ubalansi, usiwe tu na akili, rohoni hamna kitu, na usiwe tu rohoni, akili haifanyi kazi. Kwa hiyo inabidi ukombine hivi vyote viwili ili viweze kuleta matokeo yaliyo bora. Na jambo la mwisho ambalo fedha lina inaweza kuathiri ni elimu na afya. Hapa nimeunganisha kwa pamoja, elimu kama nilivyosema hapo awali, uh, wewe binafsi kujikuza, lakini pia he, fedha ndio itaamua watoto wako wapeleke shule gani, kutokana na kile ulichokuwa nacho mfukoni ko huko sasa kwenye shule ndo tunapata exposure. Unajua kuna, <laughs> tunasema kuna siku tuk tunapiga stori mahali kwamba mm. Level ambayo unazungumza lugha ya kigeni inategemea na shule uliosoma. Kwa hiyo kwenye upande wa elimu sasa hivi exposure ni kubwa, international lugha za kigeni ni nyingi, lakini elimu inayosoma inaweza ikaathiri ukakosa baadhi ya fursa. Kwa kama mzazi unanitazama kwamba fikiria kwamba unatafuta hela sio kwa ajili yako tu, kukosa kwako kwa au kupata kwako kwa kuna mwathiri hata yule mtoto uliokuwa naye. Lakini pia kwenye eneo la afya, eh, unapokuwa na fedha unaweza hata ukamaintain balanced diet, kula matunda, sijui <laughs> mboga mboga <laughs> kuna mtu anakula kitu kilichopo eh. Eh, eh. Na hivi vyote tunaambiwa na madaktari vina athari katika mwili wetu. Lakini hapo hapo niwaombe jamani tu, tuendelee kutunza afya zetu, kwa sababu kama tunatafuta fedha na hauwezi kutunza afya, siku kiipata, pia afya haiko sawa, mambo yatakuwa hayaendi vizuri. Kwa hiyo tujitahidi kula kulingana na kile kilichopo, lakini tujitahidi jamani, mboga mboga matunda yani, umekuta mtu hapa ananitazama aja ajala tunda tangu mwaka uanze mm. hivi <laughs> eh, ni vitu ambavyo vidogo vidogo, lakini vina mahusiano na fedha. Au pengine ukiumwa, fedha hiyo hiyo ambayo unaitafuta unaenda kuimaliza hospitali mm. kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo vina athari moja kwa moja na fedha. Sasa ikitokea tayari uh, umepata athari uh, kwa kukosa fedha na mm. uh, nini ambacho unaweza uh, ukafanya katika mazingira hayo okay? Kwanza kabisa ni lazima tufahamu aa, kukosa, sio haimaanishi ni mwisho. Kukosa au kuwa na kidogo ni tunasema ni hatua ya kwanza kupanda kwenda katika viwango vikubwa. Kuna mtu anasema sina fedha. Kukosa fedha haimaanishi hauna ndoto au maono, maana kuna mtu anakosa fedha anayakatia tamaa mpaka hizo aidia zake za biashara, anakatia tamaa mpaka ujuzi aliokuwa nao. Kukosa fedha haimaanishi ni mwisho. Kwa hiyo hiyo ni, ni kama nafasi ambayo inakupa hamasa ya nini uendelee kufanya na hapo ni, niwasii watu kwamba a kwenye kukosa fedha kuna opshoni hizi mbili ambazo zote ziko ndani yako, aidha ukata tamaa uendelee kubaki hapo hapo au uangalie namna gani unaweza ukatoka. Kwa hiyo wewe ndio mfanya maamuzi wa mwisho, na mimi nikuombe tu, ni marufuku kukata tamaa e. Kwa hiyo ni marufuku sana kukata tamaa a, nini tunaweza kufanya? Kwanza kabisa Eh, badilisha fikra na mtazamo, badilisha fikra na mtazamo. Na hapo na kama nilivyosema fikra zetu na mitazamo inaathiriwa na na mm, kwanza kabisa ms, mazingira ambayo tumekulia mm -hmm. Na hapo nimezungumza hapo juu wale watu ambao tu, wanatuzunguka, lakini fikra tunaweza tukazipata kutokana na wazazi, jinsi ambavyo wanaishi au kibayolojia pia fikra tunazitengeneza, kwa hiyo jaribu kubadilisha fikra na mtazamo, na hapa hasa epuka kulaumu. Najua nasema ah, mimi bwana, niko hivi kwa sababu sikupata nafasi bwana, yaani mi ningekuwa labda pengine, ningesoma au ningeongeza ujuzi fulani, au ningekuwa na kitu fulani, ndo hakipo sasa, na maisha inabidi yaendelee. Kwa hiyo ni mimi nasemaga ni marufuku kumlaumu mtu wakati ambao unasema umekosa kitu fulani au kuna mtu yani, ukipata sababu katika maisha yako, ukipata sababu kwa nini uko hivyo ulivyo, sasa ni ngumu kuchukua hatua zako binafsi ili kwenda katika viwango vingine. Kwa hiyo usianze ah, mi bwana, mfano pengine ningekuwa na taaluma kama ya Hilda mm, au ningekuwa fulani kama mtu fulani. Wewe anza kwa namna yako na kwa njia yako tunasema anzia pale ulipo, huku ukiwa unatazamia kule ambapo unatamani kuelekea. Wengine wanakuta unamkuta namlaumu mzazi eh, mzee sikupata nafasi ya kusoma bwana hmm. Umeona. Kuna, kuna, kuna ujuzi unaweza ukautumia, lakini kuna biashara unaweza ukafanya, kuna vitu vingi sana kwa hiyo usiishie kukaa pale ulipo, au usijui, wazazi wangu walitangulia mbele za haki, sikupata nini, hizo zote zikutoe katika mse. Kwa sababu unavyoendelea kulalamika na kunyoshea vidole wengine, unashindwa kupata ule uwajibikaji wako binafsi. Mm, hilo -hmm. Ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni tambua uwezo au ujuzi na uanze kuutumia na kwa sasa ndio chanzo cha fedha. Nasema mtu anaweza akapata fedha, kuuza bidhaa, kuuza ujuzi au kuajiliwa. Tambua kile kitu ambacho unacho. Nini unacho kwa sasa hivi, au unatamani au unahisi unaweza kufanya nini? Hicho ni chanzo cha kupata fedha, na ukishajua ulichokuwa nacho usione aibu E, gonga milango, tafuta fursa. Kama ni biashara, jifunze, uliza watu wengine wanafanyaje, kwa sababu kuna mtu amejikatia tu tamaa, yani, nimetafuta mara ngapi, nimechoka. Usichoke, yani ukichoka, maana yake unayachokea maisha yako. Ni nani mwingine tena atakuja kukusaidia kama isipokuwa wewe mwenyewe? Kwa hiyo katika ngazi ya mtu binafsi usichoke, jua, tambua ujuzi uliokuwa nao, na anza kuutumia ili uweze kukusaidia kupiga hatua. Jambo la tatu Uh, kuwa na malengo, najifunza elimu ya fedha, yeah, kama hii ambayo tunatoa hapa Morning Trumpet kila Jumatano bure kabisa ni wewe tu kuamka kuweka UTV, eh, unajifunza elimu ya fedha. Kwa hiyo uwe na malengo, wapi unataka kuelekea, mm -hmm, baada ya miaka mingapi uwe katika levo gani, malengo ya maisha na malengo ya kifedha. Sababu hayo ndio atakuongoza nini ufanye nini usifanye, na maisha kwa ujumla. Lakini pia ujifunze elimu ya fedha kama hivi, uendelee kujifunza kwa sababu kujifunza ndo kunakusaidia uweze kujiboresha zaidi. Jambo lingine shirikiana na wengine, shirikiana na wengine. Na kuna watu wanakaa wenyewe wenyewe tu, yani maisha yamekuwa magumu, yani mambo hayaendi, unakaa mwenyewe. Kwa hiyo ukikaa mwenyewe, kwanza unakosa nafasi ya kupata tunasema exposure Sababu kuna wakati mwingine tunajifunza kutokana na stori za watu wengine, mm. Mfano uda tunapiga stori, katika stori zako ukiwa nazania unapiga stori, kumbe mi kuna kitu na gain. Kwa hiyo unavyozidi kukaa mwenyewe unajikuta akili yako inakama inakuwa kama imesimama kwao, unaweza kuona mambo hayaendi ko, tujifunze kwa watu wengine. Na hata kama unafanya kitu sasa hivi, hakikisha unajiunga, na kama ni chama, kama ni mfanyabiashara wewe na wafanyabiashara yani kitu ambacho unafanya usiwe peke yako, kwa sababu huko ndo utapata fursa, utajifunza, utajua mambo yanaendaje na maisha yanaendaje kwa ujumla. Aa, jambo lingine ambalo ni ni la kuzingatia, kufanya kwa bidii, na hapa ni muhimu sana Fanya kwa bidii, tusifanye kwa ulegevu na niwasihi, bidii ambayo ninaizungumzia hapa si tu bidii ya kufanya kufanya kazi, ni bidii ya kutoridhika pia, kwa sababu changamoto iliyokuwepo watu wengi anaweza kawa anaanza kufanya kitu, akishaona matokeo au akipata kwa udogo, mtu anaridhika, labda pengine anafanya kazi amepata labda ameshapanga nyumba amekuwa anaweza kuendesha maisha yake, anakaa hapo hapo miaka mitano, yuko hivyo hivyo kwa sababu anakula watu wake wa karibu. Yani bidii tusilizike kwenye maisha, na hiyo ni tofauti kati na, tutofautisha. Unajua kuna watu wanasema hivi, mbona huyo ana hela nyingi hivi, nini kinamfanya endelee kuhangaika hivyo? Halafu unakuta kuna mtu ana hela za kawaida, lakini anachelewa kuamka anajivuta, mm -hmm. eh. Mimi kuna mtu mmoja namfahamu, ni a wanaendesha nini Usa, nini pikipiki ndio yani alivyokuwa kabla hajapewa hiyo pikipiki ya mkataba, yani anaamka saa kumi na mbili yuko barabarani, mm. Alivyomaliza mkataba akakabidhiwa, mpaka saa nne anajisikia muda gani aingie barabarani, ya kwake ameshaimiliki, imeshakuwa eh, ya kwake kwa, kwa hiyo sasa, unajikuta kuna watu wengi ambao, mm. wao wenyewe wakijitazama, wanaona wanafanya kwa bidii, lakini ukweli ni kwamba wamegweteka kwa sababu bidii walioifanya pengine walifanya mwaka mmoja, wakapata walichokuwa nacho miaka minne, wako vile vile, wanaenda anaenda kazini anarudi nyumbani anarudi kwao, maisha yake hayako. Kwa hiyo tufanye kwa, kwa bidii katika ngazi yako. Mwaka huu uwe tofauti na mwakani na uweze kupiga hatua za kimaendeleo, na, na, na bidii haina ukomo wenyewe, e, si. bidii haina ukomo. <laughs> kwa sababu, hu, hu, vipi kama <laughs> yule sasa alikuwa anafanya bidii, alikuwa na lengo la kufikia kitu fulani na ameshakifikia ndo maana watu wanatushauri tusiwe na malengo madogo, hmm. Kwa mfano sasa, mtu ambaye labda una lengo labda, ndo unaanza kazi, lengo lako tu labda, mi natamani nimiliki gari basi hmm. Ukishaingia kazini, ukishakuwa na gari, utaanza kuona maisha basi yameisha, utakula unavaa, unaendesha gari hmm. Gari gani unataka? Ukiona la mamilioni, sasa hapo ndo utaona kama nimemiliki, inatakiwa kupiga hatua zaidi. Kwa hiyo pia tusiwe na malengo madogo. Malengo madogo yanatufanya wakati mwingine tubweteke. Kwa hiyo jipe hamasa ya kufanya vitu vikubwa mm -hmm. na hmm. mwisho kabisa hapo uh -huh. kwa kumalizia, ni kwamba omba ushauri na msaada wa kitaalam na wa kiroho pia Mm, mm, wa kiroho na kitaalamu wakiroho, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Omba ushauri na msaada, tunasema we, usife, usife na tai shingoni. Yani, mambo yamekukaba umekaa, yeah. na shingoni yaani mambo yamekukaba umekaa na hiyo ni chanzo cha stress nyingi, depression eh, msongo wa mawazo, sonona, kwa sababu tu watu vitu vimewakaba wamekaa navyo. Na hapa kwenye kuzungumza, sio uzunguze na mtu yoyote, hapana, zungumze na mtu unayemwamini zungumza na mtu ambaye mnaheshimiana sio tu umemwona mtu barabarani unamzungumzisha ndo chanzo cha sasa tunasikia stori upande wa pili ida bwana sijui nini kumbe ulimwambia katika namna ya ushauri ameenda kuongea unashangia ile stres anakuongezea inakuwa zaidi ya stres sio tu kuzungumza zungumza na mtu ambaye unamwamini kwa hiyo usikae mwenyewe mwenyewe, tafuta ushauri, lakini pia na msaada wa kiroho. Kama nilivyosema, maisha ni rohoni na mwilini. Unapofanya vitu vyako eh, tafuta na ule msaada wa kiroho, Mungu atasaidia. mm. Haya, na baada ya hapo sasa tuna unatuacha na nukuu gani <laughs> kutokana na somo hili <laughs> la leo la nguvu <laughs> ya fedha ambayo inaathiri maamuzi? Leo nukuu yeah. Sio ya kwangu leo, sijatengeneza nukuu, nimeikoti nukuu ni ya watu uh -huh. Nukuu inatoka kwa Bill Gates. Tajiri mwenzetu eh, eh, eh, tajiri mwenzetu, moja kati ya matajiri wakubwa sana da, tuwe na imani da, imani ilikuwa na uhakika <laughs> eh, bayana asiyoonekana kwa macho. Mimi mimi utajiri wangu ni soft copy, yani kichwa kina helainibakuzimaies sasa hapo ndo uko vizuri hapo, ongeza ongeza juhudi u. Kwa hiyo leo tunamalizia na nukuu kutoka kwa Bill Gates, moja kati ya matajiri wakubwa sana duniani na mwekezaji katika teknolojia. Yeye aliwahi kusema ya kwamba kuzaliwa maskini si kosa lako, lakini kufa maskini ni kosa lako yeah. mm-hmm. Kwa hiyo familia uliotokea, wazazi, nyumba uliokulia hilo sio kosa lako, lakini nyumba utakayomaliza nayo mm. Eh, ukiwa mzee au uh, mpaka pale ambapo mwisho wako wa maisha Mungu atakapokuchukua <laughs> mm. Pale tutakulaumu wewe, lakini yeah. Kule ulikotokea kule hakutuhusu. Kule unazeeka, badala ya kuanza kutusumbua kutoa laana na nini <laughs> Eh, eh, eh, eh, uzee sasa hivi ndo tunautengeneza. Uzee uzee wako utakuwaje? Utaishiaje? mm. mm. vijana tutakuja kuomba ushauri, kiongozi tuendeje? Inategemea na sasa hivi unavyoishi. Kwa hiyo k kila hatua unaochukua kwenye maisha yako, saving, eh, akiba, uwekezaji, vyote hivyo vina nafasi ya kufanya uwe ni mzee wa namna gani. Mimi nikuombe tu na nikushauri, chagua kuwa mzee bora. yeah. mm. Na mzee bora anakuwa na fedha, um <laughs> hiyo <laughs> ah, <I laughs> <understand. laughs> ni muhimu sana <laughs> uh, <laughs> kaeka mkazo, <laughs> maana pia wanasema wakati mwingine usipokuwa na fedha unakuwa na hasira <laughs> <hazira> uh, na kweli, eh. hasira unakuwa na na nahisi watu wanakuonea uh, mm. kuna kitu uipuke ukipate, lakini wamekunyima um. wanakudharau <laughs> Sasa ili yote hayo yasiwepo, basi na hata mm. mm. e, <laughs> <kwa laughs> kijana wako anaweza kawa nakwama huko mjini, anakuja kwa mzeea zee, naomba niongezee mtaji, kumuuliza maswali kijana, shida nini? Kijana kwa sasa hivi unaogopa kuuliza, unaweza kulalamika simu zako hazipokelewi. <laughs> <laughs> eh, eh. na hali eh. ya kutokuwa na fedha eh. ila pia ukiona simu haipokelewi eh. kuna weka alama huli. Vale. Kwa sababu mtu yoyote ambaye ni wa muhimu kwenye maisha ya mtu hawezi kuacha kuipokea simu, hata na na ikimpita, na lazima yani, e, atairudia yani, e, e, atairudia e, baada enye kikao anatoka mara moja, sema ngoja niongea na simu ya muhimu. Unajua watu m kwenye kikao mm, kuna simu za muhimu, anasema hii ni simu ya muhimu, naomba nipokee, na nyingine hautampiga baada